Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813. Wakili Tony Busby sasa amechukua hatua rasmi mahakamani akiwasilisha ombi la kufutuliwa mbali kesi ya madai ya kumchafua jina aliyoifungua rapa Jay Z, akidai ya kuwa tayari alikuwa amekwisha kufikia makubaliano Kesi hii yote inahusiana na tukio la awali ambapo mwanamke mmoja aliyefichwa kwa jina la Jendo aliyowashtaki Jay Z na Didi kwa tuma za ubakaji zilizodaiwa kutokea mwaka elfu mbili. Kesi hiyo iliwasilishwa awali New York, lakini baadaye ikafutwa hivi karibuni. Na baada ya hilo Jay Z alijibu kwa kufungua kesi ya kumchafua jina huko Alabama dhidi ya Jendo na wakili wake Buzbee. Sasa Buzbee anaiomba Mahakama ifutilie mbali kesi hiyo ya Jay-Z akidai kuwa Jay-Z alitumia fedha na ushawishi wake kumlazimisha jendo kuachana na kesi yake. Katika nyaraka mpya za kisheria zilizopatikana na TMZ, Busby anaeleza kuwepo kwa vitisho, akidai hatimaye shinikizo kubwa kutoka kwa bwanakata na watu wake dilimwelemea mshtaka, yaani jendo. Mnamo Februari 4 mwaka wa 2025 makubaliano ya kumaliza kesi yalifikiwa kati ya jendo mshtaka na bwana Katama JZ kupitia mawakili wao, ambayo yalihusisha kuondolewa kwa hiari ya kesi iliyokuwa imekwisha kufunguliwa. Hiki ni kile ambacho kilichukua nafasi baada ya kuelezwa kuwa rapper JZ amefungua shtaka dhidi ya jendo huyu pamoja na wakili wake Tony Busby kwa madai ya kuchafuliwa, kufuatia kile ambacho kielezwa mwanzo wa mashtaka mwanzo yaliofunguliwa dhidi yake na Didi,